Ah, leo nimpatana na Macy Dangote hapo Kwa Ndara, mwenye Kwa Ndara, si ndio? <coughs> Eh, mwenye Kwa Ndara, big mama. Ah, nataka, nataka nimuulize maswali matano nijue kweli mitani yake ama si yake. Uko tayari ndugu yangu, ama uko tayari? Aya, tele kaitungurirwa ichinyorwa inatefu <laughs> uzima. Uwa. A, sijui Nisijui. Kwa hivyo umekosa ama ni ujunguli zingine? Ah, sijui nimekosa. Umekosa. Tena mm. E, tena ataka elfu moja mnipe, si nimepata mawili. Mawili. Ha, ngoja ngoja nikuonyeshe. Ah, usinionyeshe mawili, ngoja kuonyeshe, usinionyeshe, tulia ni tulia. tulia. Akutesae. Hayo na sijui. mm. Sijui. Sijui. majembe gachika la mwanga. lazima gana gongana ba

Ah. Nimekosa ma nimepata. <laughs> <laughs> Umepata ya ngapi? <laughs> ya nne ya tatu kupata, ah, lakini maswali ni mangapi? i nimekuuliza matano. Matano, e. Kwa hivyo umekosa mangapi? Mawili mawili. Hapa nitakuzawadisha saa, nataka nikuulize moja saa mm-hmm. uchanza mkono kazamani wa sijui. hiyo sijui. Sasa niende na zawadi yangu awe nenda eh? Nenda kwa nini basi, ngoja ngulize wengine. ushimala mwarabu asimanya nago maneno manchina sigelewa mm. Sasa vino kwa vyo niende na, na pesa yangu. Nenda wamshipa nenda na mi sijui. Eh nzima mm ndo jibu simanyamino nzima n tenga inazakola nzima mba kitukai nzima tengana si nzima hiyo satakamisiina sijui sasa tende nalo mbiga kuro namala natafuta mwenye kuro lazima chiochero

weu asasi nimejibu hiyo ingine ni uh -huh. Teleka itungurirwa uh -huh. Alafu mbiga kuro na mala mwenye kuromba, uh, yeah, ichinyolwa ina matavu ama no teleka itungurwa <laughs> uh, yeah, uh -huh. hiyo ngomb uh, sijui sengi Hizo ndo najua. Kwa hivyo nimekuambia, niambia mitano, uchukue pia hii pesa. Imekushinda? ah, si tena mchonyi? ah, ni mchonyi bwe mwenye mitaze. kuna uchonyi chika kumanya chichonyi ah. si chimacho si ni chichonyi. ah? si chimacho si ni becho imanya chomba ndo na chimala asa, bado ngomba kare, ngomba kare. Kwa hivyo ntosha chicho, ndo chichonyicho ah. sawa Rudia sasa, alafu si vitu Bata Boy anasema lazima nimpende? Ah, sikutaki. Ah, mimi ukiniambia nipende 1000, nenda sikutaki 1000, hata kama milioni sikutaki. Bata Boy sikutaki. Ah, basi na kuangaza. Ah, yes, simu yangu watu credit yangu. Give me this phone, yako satoa yako yangu iko wapi? yangu yako yakona wewe. Sasa <laughs> <laughs> <laughs> yako ni gani? <laughs> <coughs> hako <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>